No. hai nimesima No. Kaka, taa zimefika, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeshazifunga taa. Ni kali kwelikweli, kaka, hii ni fogi. E, hii ni bimu kama unavyoiona e, fulu